Eh, shida yeah. ya kitofu ndio, eh mimi nikajunga pale pale basikeli Ngara Kilosa, nikachukua dawa ndio nikamrudishia pale, nikampa dawa akanywa ndio. Kabla hapo kwanza nianza mbele kwa sababu alikuwa na umwa yeye. Mimi nikatoka hapo, nikaenda kwa bibi mmoja anaitwa bibi Natalia Lidi na anaitwa bibi Lidi Nyata, nikaenda pale, nikachukua dawa ile. Akasema mke wako ana matatizo ya utendaji, nikachukua dawa ilimpa mbaza ile dawa fulani mm, nikaenda ndani

Yeshua kwa Mungu. Akasema ukija hapo utapona. Nikapiga simu, nikaambia Bwana nabii mtu wangu bibi alitoka mwezi wa 9 tarehe 15. Akasema huyu kachukuliwa nguo zake za ndani na atakuwa kwa roho sima kafungo kizazi. Na mwenye kuchukua nyota. Nikamwambia naambia nabii, sina hela. Nikamwambia hapa nina tofali nimepatwa sina hela. Akasema atakapunguka ile atakapata watu mteja na atakuja. Namshukuru Mungu. Baada kukaa jana sina hela.

Kwa hiyo we unataka muujiza gani sasa? Baada ya waganga kuferi, lakini neno la kinabii linawapa nauli. Sasa unatarajia nini? Mimi natarajia ika na naomba kupitia mtumishi wangu Baba Joshua niweze yeah. kupata mimba nizae mtoto hata wawili yeah. na kipato chako kiko chini sana, organization niweze kupata kipato ili niweze